Ni asubuhi tulivu katika mji wa Mpanda, watoto wakiongozana na shuleni kuitafuta elimu, maisha ya watu yakiendelea kwa utulivu. Hii ndiyo Katavi, mkoa unaokua kwa kasi, sio tu kiuchumi, bali pia katika sekta ya afya. Kwa mimi huduma hii nimeipenda, huduma hii ni nzuri na wametupokea vizuri, kwa kweli, kwa sababu mtoto alikuwa na changamoto kidogo, kwa hiyo huduma tuliyopewa ni tofauti yani na hata ile ya mwanzo, tupende kushiriki na familia kwenye mambo kama haya, kwa sababu ukimwachia mama peke yake haiwezi ikawa ina ufanisi sana, kwa sababu kuna changamoto zinatokea. Lakini kama baba kiongozi wa familia ukiwa naye jirani, ni rahisi namna ya kuzitatua na namna ya kumsaidia mwenzie. Kwao napenda kuwashauri na, na wanawake wenzangu wajitahidi kuwaelimisha wa baba wao wanawasindikiza, kwa maana ni kitu kizuri, baba anakuwa anajua hata mtoto maendeleo ya mtoto, na kuna pia kuna lesemina huwa wanatoa. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya afya mkoani Katavi imepiga hatua kubwa, hatua zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Katavi imepokea takriban shilingi bilioni 15.9 kama sehemu ya uwekezaji katika eneo la miundombinu ambayo miundombinu hiyo iliyojengwa tumeweza kujenga uh, jengo la na ambayo ndio hili tunalotumia kwa sasa, lakini pia tumeweza kujenga jengo la magonjwa ya ya dharura kwa maana ya AMD Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi ambayo zamani ilikuwa na changamoto za miundombinu na huduma leo imekuwa mfano wa mafanikio ya uwekezaji serikalini. Hapa ninavyoongea bado kuna uwekezaji bado unaendelea. Tuna jengo la wing B ambalo ujenzi wake unaendelea tunategemea ndani ya mwaka huu ndani e, ya mwaka huu wa fedha jengo hilo pili litakamilika, ambayo itaweza kutoa huduma ya mama na mtoto, vyumba vya upasuaji na wodi mbalimbali mbali. Uh, kwa ajili ya wagonjwa ndani ya mkoa wa Katavi na wote watakaohitaji huduma hii nje ya mkoa wa Katavi na nchi jirani. Kwa mara ya kwanza wananchi wa Katavi wanahudumiwa na madaktari bingwa wanaopatikana muda wote. Tumepata pia na huduma za kibingwa ambapo madaktari bingwa pia wameongezeka. Uh, awali 2021 2022 tulikuwa na daktari bingwa mmoja tu. Lakini kwa sasa tuna zaidi ya madaktari bingwa nane ndani ya miaka minne ya mheshimiwa rais, lakini pia tunategemea kupokea mada ya kibingwa ndani ya hii uh, mwaka huu au miaka hii miwili wengine zaidi ya watano. Huduma zimeboreka, tuna huduma za kibingwa. Mgonjwa anapokuja akiwa amelazwa kutoka OPD tunampokea kwenye wodi yetu ya ya upasuaji na magonjwa ya ndani. Ndugu wa mgonjwa tunamwelekeza huduma zinazopatikana kwenye kwenye ODI yetu. Idadi ya watumishi wa afya imeongezeka kwa kiwango kikubwa, jambo linalopunguza foleni na kusubiri kwa muda mrefu na kuongeza ubora wa huduma. Eneo la rasilimali watu, kwa tangu mwaka 2021/22 mpaka sasa tumepokea jumla ya ajira mpya 261 E, wa kada mbalimbali ukipo madaktari, wauguzi, wafamasia, wataalamu wa maabara pamoja na kada nyinginezo. Ongezeko hili ukiangalia na, na ukilinganisha na wakati huo ni ongezeko la zaidi ya asilimia hamsini na tisa. Mimi nilipata ajira yangu hapa mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwanza kabisa kwa niaba ya watoa huduma wengine wote pamoja na madaktari ambao tuliajiriwa pamoja, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu haikuwa rahisi kwa kweli. Kwa hiyo wale ambao walikuwepo tayari walikuwa na mzigo mkubwa na walikuwa wanapangana sana. Kwa hiyo sisi kukulia, kwa kuja kwanza tumeongeza nguvu sana, lakini pia tumeongeza ufanisi wa huduma ambazo zinatolewa. Wakati huo huo, upatikanaji wa dawa umeongezeka kwa zaidi ya asilimia kubwa ikilinganishwa na miaka kadha iliyopita. Eneo la dawa na mitendanishi, ukiangalia bajeti yetu kwa mwaka 2021-2022 ilikuwa ni milioni 600 eh, kwa mwaka mzima. Hiyo ilikuwa uwekezaji wa dawa na vitendanishi, lakini mpaka leo hii ninavyoongea kwa huu mwaka 2025 uwekezaji kwenye eneo la dawa sasa hivi kwa hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Katavi ni zaidi ya shilingi bilioni 1.7, jambo ambalo limetuwezesha kuongeza upa, upatikanaji wa dawa kutoka asilimia 82 mpaka asilimia 98. Na hospitali imepata majengo mapya ya kisasa, ukarabati wa wodi za wagonjwa pamoja na vifaa tiba vya hali ya juu A